Dodoso za mbinguni. Ndani ya mwaka elfu mbili ishirini na tano manabii wameaminika tangu zamani. Dodoso za mbinguni. Dini ni ulevi ambao wameletewa wanadamu ili wamkose Mungu hmm, wa kweli hmm, wafuate sanamu hizi hmm, yeah. Ni dodoso za mbinguni. Ulimwengu tulioko sasa, watu wengi wanahitaji matokeo, sio maneno. Hizi ni dodoso za mbinguni. Miujiza inatokana na uwezo wa Mungu. Ama nabii ni watu wa matokeo. Dodoso za mbinguni. Dini haikuwa mpango wa Mungu ila wokovu ndiyo mpango wa Mungu. Nabii anaenda na majira. Karibu sana mtazamaji wetu. TV. Dodoso za Mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa, mtazamaji wetu wa Buludoza TV, karibu sana wewe, ambao unazidi kutufuatilia katika kipindi chetu pendwa cha Dodoso za Mbinguni ndani ya chaneli yetu pendwa ya Buludoza TV. Tumekuja kukuletea baraka kadhaa kadhaa kuhusiana na Dodoso za Mbinguni, lakini pia nafikiri ni kwa majukumu mengi aliyonayo nabii wa Mungu ambaye ni baba yetu kiroho lakini leo tumepata nafasi tena ya kukutana naye ili tuweze kukuletea mengine zaidi kuhusiana na dodoso za mbigo. Karibu sana baba. Asante uh, sana sana, mbarikiwe. Karibu uh, na wewe amina. Fikiri hata mtazamaji ambaye yuko anatuangalia, anatamani kuona leo umekuja na jipi jingine au tunaenda kukuuliza kipi ambacho pia kitaenda kufungua kama mengine anavyozidi kuwafungua. Amina, amina, amin. Uh, mimi nafurahi sana hmm. Uh, kuwaona kidogo hapa mm. Katikati imekuwa na shughuli uh, mbali mbalimbali za kihuduma lakini wetu mm. kwa yote tunamrudishia Mungu heshima na utukufu. Amina. Uh, na nyinyi dodoso za mbinguni kufika hapa ni jambo la baraka. Amina. Na ninaamini kati ya yale ambayo Mungu amekusudia watu wayasikilize waya na kujifunza mm. uh, kwa uwezo wake anawezekana pia Amina. hmm. Nafikiri mtazamaji, tayari umeshamwona baba yetu akiwa pamoja nasi kwa ajili ya kujibu kile ambacho huenda kimekuwa ni dukuduku kwa watu wengi, maana sisi tunaleta ambayo ni dukuduku kwa watu wengi amina, ambayo yanaenda kuwafungua nabii wa Mungu. Kabla tujapoteza muda hmm. eh, pamekuepo na baadhi ya maswali mengi mengi ambayo tumekuwa tukikutana nayo pamoja eh, huko mtaani tunakopita kwa dodoso kufuatilia dodoso zaidi zaidi za kimbingu. Ndio, kuna swali moja, kuna mtu aliniuliza na mm, hilo swali nikatafutia majibu yakakosa, lakini sasa nikasema ngoja tumtafute sasa baba sa kiwa free aweze kutupa jibu, hata yule aliyeuliza hilo swali aweze kupata majibu yake. Ndio, kuna mtu mmoja aliniuliza akasema, kama miujiza mingi inatokea mm. Mm. sasa hivi inayofanyika kwa sasa mm. kwa kutumia jina la Yesu mm ila ukisoma Biblia hauikuti kabisa. Je, hiyo miujiza ni ya kweli? A, naomba nirudie tena swali. Ndio. kuna miujiza mingi inatokea sasa hivi Ndio, ndio. inayofanyika mm. kwa sasa mm. kwa kutumia jina la Yesu mm. ila ukisoma Biblia mm. auikuti au kwenye Biblia, eh, Biblia auikuti kabisa mm. je, hiyo ni miujiza ya kweli au ndo hivyo? Kuna mazinga ombwe kadhaa, watu washapigwa. <laughs> <laughs> Uh, swali kidogo la kichokozi lakini <laughs> uh, kwa sababu ni mtu ameuliza <laughs> na nadhani tunabudi kulijibu. Uh, ni kweli sinario kama hiyo imekuwepo kwamba kuna miujiza mbalimbali mbali hasa katika uamsho wa Injili ya kitumia na kinabii ambayo inaendelea sasa, ukilinganisha uh, injili inayoendelea ndani ya mwaka elfu mbili mm, na ishirini na tano na ukalinganisha na miaka ya tisini mm, na kurudi nyuma mm, au miaka ya elfu mbili kurudi nyuma ni vitu viwili tofauti mm. Uh, kwa sababu Injili ya kitume na kinabii imefichua mambo mengi na kuleta uwezo wa Mungu karibu na watu mm, watu wameanza kuelewa kwamba ah, kumbe mtu unaweza ukawa unasumbuliwa na kansa na kansa ikaondoka Mtu unaweza ukawa unasumbuliwa na vidonda vya tumbo kwa muda mrefu vikaondoka. mm. Mtu unaweza ukawa hata uh, unapoteza nguvu ya kuona lakini, uh, ukaona tena mm. na kilichofichua haya yote ni injili ya kitume na kinabii mm. Uamsho wa injili umefanya mambo mengi. Sasa katika yoyote, miujiza mingi imefanyika na mingine mingi inaendelea kutendeka na ambayo pengine watu wakiitafuta kwenye maandiko hawawezi kuiona huko. Cha kwanza ili nijibu vizuri swali lako ni kwamba unatakiwa uelewe. Miujiza haitokani na Biblia. Miujiza inatokana na uwezo wa Mungu. Miujiza inafanyika kadiri Mungu anavyotaka mambo yatendeke katika utawala wake. Hakuna muujiza unaotendeka kutokana na Biblia kwa sababu Biblia yenyewe haijaandika miujiza ambayo haijatokea. Biblia imeandika miujiza ambayo tayari imetokea, umeelewa? mm. Kwa hiyo Biblia imeandika miujiza ambayo tayari imefanyika, Biblia ijarekodi. Hakuna muujiza ambayo umeanzishwa na hiyo Biblia uh -uh. Biblia yenyewe imeandika ambacho tayari kimefanyika, kwahiyo ukianza uh, kuchunguza miujiza mingi unayoitafuta hmm. Au unayoishuhudia kwa watu wengi inatokea, ukaanza kuitafuta kwenye Biblia, unaweza usiipate kwa sababu Biblia hii yenyewe haijaandika mambo yote. Sijui kama unaelewa hilo, japo kuna watu ambao wanaamini ya kuwa Biblia imeandika kila kitu hmm. Ha, Biblia ina mapungufu mengi. Biblia imefanyiwa marekebisho zaidi hata ya mara elfu moja. Umenielewa? Ukiangalia uh, kwa Biblia tunazozitumia hapa Tanzania zina vitabu 66. Kuna wengine Biblia zao zina vitabu 76. Ukienda Ethiopia Biblia yao ina vitabu 86. Na sijui unanielewa, ina vitabu 86 na, na sita hii Biblia ya kwetu kuna vitabu haina. Sasa, na bahati mbaya sana wa Afrika wengi wanapokea kile walicholetewa hawapendi sana kuchunguza mambo, sijui unanielewa, hawapendi sana kufuatilia mambo, ndio maana wanakutana na maswali yasiokuwa na majibu. Kwa hiyo huwezi ukaitafuta miujiza inayofanyika kwa kila mtu, kwa mitume na manabii ambao wametokea, ileo heti yote, mpaka upate uthibitisho wa Biblia na ukapata ukafanikiwa, kwa sababu Biblia yenyewe haijaandika vitu vyote. Imerekodi vitu ambavyo imeona hivi ni muhimu sana watu kuvijua vile ambavyo vingine vimefanyika kwaona sio muhimu, vingine vimenyofolewa havipo tena. Yenyewe Biblia inathibitisha, hata Yesu mwenyewe amefanya miujiza mingi, amefanya mambo mengi, lakini si yote yaliyoandikwa, na hata kama yangeandikwa yote, basi hata ulimwengu mzima ungejaa kwa vitabu juu ya yale ambayo Yesu alifanya. Kwa hiyo ni mambo mengi sana. Mfano, fungua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 21. Yohana Mtakatifu sura ya 21. Ah, 21. Uh, uh, soma ule mstari wa 25 Kusikile. 25. Eh, uh -huh. Uh, kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu. Uh, soma kwa sauti ili mtazamaji apate kusikiliza vizuri. Kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu, kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja, ambayo kama yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa, hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu ambavyo vingeandikwa. Kwa hiyo hii inatudhihirishia Yesu kuna mengi aliyafanya, lakini Biblia hii haikuyapa kipaumbele kuyaandika. Sasa unajuaje kama miongoni mwa miujiza ambayo inatokea leo ni miongoni mwa hayo ambayo Biblia hii haikuona kama yana manufaa kuandikwa. Mm. Kwa hiyo yenyewe inatuthibitishia kwamba haijaandika kila kitu. Mm. Kwa hiyo na maana watu hawawezi kupata ushahidi wa yale yanayotokea kupitia hii Biblia. Kuna mengine yanatokea yako nje ya Biblia. Yesu mwenyewe anaongea, anasema hivi. Mm. Mkiniamini mimi mtafanya miujiza mikubwa hata zaidi ya hii ninayoifanya mimi. Maanake kuna miujiza hata ambayo Yesu hakuweza kuifanya, lakini anaamini wale wanafunzi wake, mitume wake, manabii wake, inaweza kutokea kwa jinsi vile wameamini katika yeye. Nisomee kitabu cha Yoana Mtakatifu ila sura ya ishirini alafu mstari wa thelathini mstari wa thelathini mtazamaji, ili asikilize kumeandikwa nini hapo. Yohana mtakatifu 20:30. Ndio. Basi kuna ishara nyingine nyingi basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wanafunzi wake. wake. Mbele ya wanafunzi wake. Zisizoandikwa katika kitabu hiki. Ambazo sio rahisi hata kuandikwa kwenye hichi kitabu. Uh, sasa wewe unajua hizo ni ishara zipi? Wendo ndizo hizi ambazo watu wanaziona zinatokea. Si lazima iandikwe na kila mtu. mtu, yaani kwa ufupi sio lazima kila mtu aamini hayo. Kumbuka, utendakazi wa Mungu uko tofauti na vile wanadamu wanavyofikiria. Sio kila anachokifanya Mungu watu wakikubali, yaani sio kila kitu Mungu anachokifanya kupitia mitume wake au manabii wake au watumishi wake mbalimbali, sio lazima kila mtu akubali hicho, kwa sababu sikio la mtu muovu linaendelea kuwepo na sikio la mtu ambaye amewekewa neema kuishi chini ya neema ya Yesu Kristo na wenyewe hao ndio wenye kupokea na kukubali kwamba haya yote yanayofanyika ni kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi uh, jibu la swali lako ni kwamba hautaweza kuthibitisha miujiza inayotokea ileo kwa kuchunguza maandiko, kwa sababu maandiko haya yenyewe hayajathibitisha kila kitu kitu. Uh, aha, sasa hapo, nabii wa Mungu, ndio naomba nikuulize kitu kimoja. Kwa mfano nikiwa naangalia kuna watumishi baadhi, naona namuombea mm -hmm. mtu mm -hmm. Na yule mtu ukiona, unaona anatapika wembe inatoka kwenye kinywa. Mm. na ukichunguza vizuri kwenye koo hapa na mm. ukaangalia ile wembe mm. kama kupita iwezekani mm. sasa je ile wembe na inatoka imenyooka kabisa je mm. mi najiuliza ile wembe ikiwa inatoka hata tumboni haiwezi kukata hapa koo kabisa likakatika kabisa na iwapo ukichunguza hapa kwenye koo naona nafasi iliyopo ni ndogo kuliko ya wembe inavyolingana mm. naomba unipe maana ya huo muujiza inakuaje mpaka inakuwa hivi labda ngoja nikuulize swali wewe mm. naamini watu wanatawaliwa na majini Mm. Unaamini mtu anaweza kusumbuliwa na jini? Eh, unaamini? mm. akasumbuliwa na jini na likakaa ndani yake. mm. Sasa jini liliingiaje ndani yake? Ukilinganisha na koo la mtu. Jini anaweza kupita kwenye koo la mtu hivi akaingia ndani. Hivi unaamini leo naweza ukaombea mtu aha, mfano juzi, mm. kuna mtumishi wetu mm. Ehe, anaitwa nani huyu Ramani? aliombea mtu akajisaidia nyoka si ndio? Mm. Hivyo akajisaidia nini nyoka. Nyoka ni muujiza ambao kila mtu ameshuhudia kwa macho yake, mtu akajisaidia. Hebu jiulize, yule nyoka aliingie aliingiaje ndani ya ule mwili? Sasa vitu vya vinavyoingia kimeujiza ndani ya mwili na kutoka, vinaweza kutoka kimeujiza vile vile. Inawezekana, sikatai kwamba kuna mashaba, mm, yanayofanyika hiyo sikatai maana, kila kitu ambacho ni, ni genuine, kuna photocopy yake. Kila kitu ambacho ni halali kuna copy yake, kwa hiyo kuna miujiza feki, lakini kuna miujiza ambayo ni sawa. Kwa hiyo siwezi kuhukumu mtu kwa jinsi anavyofanya kazi am, mimi hapa niko nazungumzia miujiza halali. Amina, sasa issue ni kuchunguza Ule muujiza uliotokea ila kwa kutumia Roho wa Mungu, sio maandiko. Mm. mm. Kwa sababu maandiko hata kudhibitishia hayo. Kuna miujiza iliyothibitishwa kwa maandiko. Kuna miujiza ambayo maandiko hayajaithibitisha, na hiyo Yesu aliyafunga yote katika matamko yake, kwamba miujiza mingi watu wanaweza kuifanya wakimwamini yeye, hata ambayo yeye hajaifanya. Na cha ajabu injili iliyoandikwa kwenye Biblia imeishia ile Yesu aliyoihubiri. Ukisoma kitabu cha Mathayo mpaka Ufunuo ni injili ya Yesu Kristo, lakini anasema tukimwamini yeye tunaweza kufanya hata zaidi ya na cha ajabu akasema hivi, lolote mtakalo kufanya mfanye kwa jina langu, hilo linaweza kutokea. Aleluya. Amen. Linaweza kutokea. Kwa hiyo ukianza mambo ya kiroho ukianza kuyachunguza katika mwili unaweza usipate majibu sahihi. Lazima kabla hujaelewa kile kinachomtoka mtu kwa koo, ukaanza kuwaza upana wa koo ulivyo na kile kinachotoka ni vitu viwili tofauti. Hebu waza, waza yale ambayo yako ndani ya tumbo lake mpaka yanaleta uvimbe, yanaleta labda vidonda vya tumbo Yaliingiaje? Kuna watu ileo unaombea, wanatapika vitu vya ajabu. Watu wanatapika mafundo, wanatapika mairizi, watu wanatapika mijusi. Iliingiaje ndani ya mwili? Ni aliyeingiza hicho kitu na yeye alitembelea ulimwengu wa roho, lakini ulimwengu wa roho ambao ni njia ya giza. Sasa kwa sababu inaenda kuondolewa kwa njia ya nuru katika ulimwengu wa roho ambao ni njia ya nuru, kila mtu anashuhudia kinachofanyika. Ila sikatai kwamba muujiza feki haipo, hilo uichunguze. Mimi ninachokataa kwamba huwezi ukathibitisha muujiza, kila muujiza unaotokea kwa kutumia maandiko. Ndio maana Yesu mwenyewe alishajua kwamba maandiko ni dhaifu, maandiko yana upungufu mahali. Ndio maana akasema enendeni kwa roho, hajasema enendeni kwa maandiko au enendeni kwa Biblia, amesema enendeni kwa roho. Ndipo mtaweza kuchunguza kila kitu na mkakielewa kwa maana yake. Katika maandiko mtu inabidi usiamini sana. Uh, sasa hey, katika hilo hey, nahitaji nikueleweshe kitu kimoja hmm, katika maandiko, hmm, amini kila ambacho unaona kimetendeka na kinaendana na maandiko. Kwa mtu asikuhukumu kwa maandiko. Hapana. Kwa maana umesema sijui Ethiopia ni 86, huku 70 na kitu, huku mm. 60 na kitu. Mm. Sasa maana yake kiutaratibu au katika kuangalia haijakamilika. Maana yake inazidiana. Sasa je, kama neno kuna neno fulani ndiko kitabu ambacho kati ya 86 kiko 84 ya Ethiopia. Mm. Yes. Mtu akahukumu kwa huo mstari, yes, akafanya muujiza kwa huo mstari. Na huku inaishia 60 na kitu. Kwa maana yake hapo inaleta uh, Picha kwamba maandiko hayathibitishi mm. kila kitu kwa sababu hata yenyewe mm. kuna mahali hayajakamilishwa yote, uh, yale yaliyotendeka, yaliyofanyika. Biblia tunayoitumia ya vitabu sitini na sita ijakusanya mambo yote, sijui umenielewa. mm. Ninapoiongelea nchi ya Ethiopia mm -hmm. katika nchi za Afrika ambazo zilikuwa colonized. Mm -hmm. nchi ya Ethiopia haijawahi kutawaliwa na koloni lolote lile kwa vitu vyao vyote vilivyo vingi wanavyo. Umenielewa? Waja wana mapokeo mengi ya wageni, ndio maana unakuta wana vitu vingi ambavyo ni ni vya hasili. Hizi nchi ambazo zimekuwa under colonial system zinateseka sana kwa sababu wao walipokea kile walicholetewa na wakaaminishwa hicho ndicho sahihi na wafate hicho. Hawana uwezo wa kuenda nje ya boksi kuchunguza mambo. Ileo kuna watu ukiwaeleza, unakijua kitabu cha Enoko akijui, ila anamsikiaga Enoko yuko. Ukisoma Biblia ile ya Ethiopia ina mpaka kitabu cha vijana watatu. Hawa ni vijana ambao walikuwa ni mashuhuri sana, sijui ni vijana watatu wamejiorganize wana wanashughulika katika masuala ya kirona, wamefanya wonders kubwa sana lakini, kwenye Biblia ambayo ya vitabu sitini na sita, huwezi kukuta hicho kitabu. sijui mnielewa. mm. sasa inategemea na Mungu akasema hivi watu wangu wanangamia kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. ukipata maarifa mm. mazuri, inakuwa una, unakuwa huru. Yesu anasema mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru kwa maana yake katika ile kutawaliwa, kuna vitabu baadhi vilikuwa vinachomorewa. Sijui umeelewa, yes. Na kwa nini vilikuwa vinachomorewa? Ni kwa sababu moja, mm. mtu akitaka kutawale, ataki uwe na uelewa mm. ukielewa kila kitu utajua ukwe, kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kutawaliwa. Sasa hapo, nabii wa Mungu Maki, umezungumza katika maandiko mm. naomba kujua kitu kimoja. Uh, unaweza ukaingia kanisani pasta akahubiri kwa kutumia maandiko ibada nzima anasoma mm. soma maandiko soma maandiko mkajaza hadi kabisa daftari mm. kwa mfano mimi kuna sehemu nilienda kusalia sita pataji mm. pasta alihubiri, tukafunua maandiko, nilijaza ukurasa wa kwanza nikafunua ukura, ukurasa wa pili ukaishia katikati na ibada ikaisha tukaondoka. <laughs> Sasa je, hapo unataka kuniambia katika lipi? maana yake hapa kuepo roho au alitumia nini? <laughs> siwezi mm. kuhukumu moja kwa moja kwamba hapa kuepo roho mm. Uenda roho wake yeye alimuongoza katika maandiko hayo, lakini niseme tu mm. Uh, si kwamba mm. ili uonekane unahubiri vizuri mm. basi utumie maandiko, kwa sababu elewa haya maandiko ili yaandikwe, kuna wahubiri waliotokea wakahubiri na waandishi na wakachukua yale wakaandika. Lazima uelewe wewe umeletwa katika ufunuo hupi. Ukiteuliwa kwa kazi ya Mungu, kuna jambo jipya Mungu anataka ulifanye mm. na jambo jipya ili lifanyike yaliyo mengi hayako kwenye maandiko. Sijui umenielewa? mm. Yaani, kwa ufupi mwanafunzi mzuri darasani ni yule anayejibu maswali kwa kutumia kile anachokielewa, sio kile alichoiba kutoka kwa mwenzake. mm -hmm. Kwa hiyo ni, niseme wale ambao wanapendelea sana kubiri kwa kutumia maandiko mm. hawana tofauti na mwanafunzi ambaye anaenda kujibu mtihani kwa kuangalizia mwanafunzi mwingine amefanya nini. Cha ajabu hata hii Biblia yenyewe inathibitisha watu wa kufanya matukio yanayofanana. Adamu aliambiwa atunze bustani asile matunda ya aina fulani. Baada ya hapo, uliona nani anapewa maelekezo hayo? Nuhu aliambiwa jenge safina, aingize watu wa aina fulani, wanyama wa aina fulani na vitu kadhaa. Baada ya hapo, nani ulisikia anaambiwa hivyo? Musa aliongoza watu kwa fimbo, akaambiwa hata aitawanye bahari kwa kutumia fimbo. Nani mwingine umesikia anaambiwa hivyo? Daudi mwenyewe akamwangusha Goliath kwa kutumia jiwe. Nani mwingine umesikia kanisani anarusha mawe? Yesu Kristo yeye mwenyewe ametembea juu ya maji. Nenda wewe hata pale ziwa naye ziwa gani utembeza? Kwa hiyo kila mmoja na package yake. Ukitafuta kufanya yanayofanana na mwingine, utumishi wako hautaonekana. Mm, Unafeli. Kwa sababu Mungu amewaleta hawa wote kwa ajili ya kufaidiana, Amen. Katika jambo fulani, amina Amen. Wewe ufanye hiki usaidie hiki, yeye afanye hiki, yule afanye kile, ili mnapounganisha ndo mnaujenga mwili wa Kristo Yesu. Aliutolea mfano wa mwili wa binadamu. Mwili unajengwa na viungo vingi, kuna macho, kuna mdomo, kuna mikono, kuna miguu, kuna nini, amina Amen. Kazi anayofanya miguu mikono haifanyi kazi inayofanya mikono macho hayafanyi ndio maana watumishi wengi hawafiki kwenye hatima zao, kwa sababu hawazijui huduma zao. Anataka kufanya kazi ya kutoa unabii, kumbe ni mwinjilisti tu wa kawaida, si umenielewa? Umenielewa? Aha, analazimisha kufanya kazi ya uinjilisti, kumbe yeye ni nabii au ni mwalimu, itakuwa ni ngumu sana kufika unako kusudia kama haujui wewe unatumika katika wito gani sasa, hapo na yeye ataujuaje kama unatumika katika wito gani hapo? Yeye anafanya haki hilo nalolisema. Wenda kuna namtazamaji anaweza akawa anaangalia hapa, ukasema hivyo, akabaki najiuliza. Wakubali vipawa Mungu alivyoviweka. Mungu aliweka wainjilisti, Mungu aliweka wachungaji, Mungu aliweka walimu, Mungu aliweka mitume, Mungu aliweka manabii. Kazi ya nabii ni kuona, waende kwa manabii wawasaidie waende <laughs> <laughs> kwa manabii wafanyeje? Angalia kina Daudi walikuwa ni wafalme mm, tena wachunga kondoo wakati mwingine mm. Ukisikia kondoo, sio wale kondoo wa porini sijui unaowajua, maanayake ni watu mm, anachunga tu kikanisa fulani mm, lakini ndani yake kuna ufalme. Ule ufalme umekuja kuonekana naye kujua kwamba ni wa mfalme wa Israeli mpaka alipokutana na Nabii Samueli. Nabii Samueli akamuonyesha kinachotakiwa kufanyika na akamuelezea yeye ni nani. Kuna watu wamebeba neema kubwa lakini kwa sababu ya kiburi kwamba siwezi kwenda kwa yula akaniambia chochote mimi. Mimi ni mkubwa. Mimi nimeanza injili na miaka 30 na miaka 100. Mia. It is okay. Unaweza kufanya kazi hata zaidi ya miaka 200 mia na usifikie lengo hata kama unahubiri kama nini kama upepo, lazima kanuni zifuatwe. Ndio maana Mungu awote wa amewaweka na maana yake. Unaposema hakuna manabii maana yake unapingana na Mungu sasa. Yeye aliyesema katika nguzo tano za kanisa, unabii upo. Kubali ukatae upo. Hata kama wa uongo utakuwa unakuja lakini wa kweli upo. Sasa wewe unasema na Mungu, basi tafuta nabii wa kweli unapomuona, nenda akueleze hatima yako. Watu wengi wanaenda wanatembea katika giza wakifikiri wako katika nuru. Na uwezi kutoka katika giza kama unaamini upo kwenye nuru. Sasa tena hapo nabii wa Mungu na mtu mmoja aliniuliza swali hivi juzi. Ndio, kwa sababu hilo umeligusia, naomba nimalizie. Na kwa mjibu wa muda wetu, naona muda kama uliotupa unakaribia kuisha mm -hmm. naomba niulizie hili swali kwa haraka, ili uweze kutujibu, au usipotujibu utatujibu kwa kipindi kitakachofuata mm. E, umezungumzia katika hii ya manabii wa uongo na wa ukweli mm. Lakini leo hii kwenye makanisa nikichunguza zaidi zaidi, injili ya Yesu imepotea Yes. Bali imerudi injili ya kuhubiriana wao kwa wao, wow. mm -hmm. Ndio mchungaji huyu anamtukana yule huyu, mm -hmm. anasema yule sio nabii, huyu anasema yule sio mchungaji, huyu anasema yule sio mwinjilisti, yule anasema yule ni pepo, huyu anasema huyu sio pepo, huyu anasema yule ni fimasoni mm huyu -hmm. anasema sio huyu fima... anasema ndiye shetani mwenyewe, lakini wote wanafanya kazi ya Mungu yes. wanahubiri kanisa moja, wanatumia kitabu kimoja cha Biblia. Naomba hapo maana yake ni nini, hata huyu mtu aliyeniuliza aweze kupata maana yake, hiyo ni ishara ya kanisa kupigwa. mm. Umenielewa? mm. Lakini pia Yesu anasema, uh, manabii wawe wa kweli au wa uongo, mtawatambua kwa matendo yao mm. Mtu yeyote aliyetumwa mm. ana ujumbe aliopewa, lazima atastiki kwenye huo ujumbe. Mtu yeyote anayekwenda kuzungumza masuala ya watu, huyo anatuhakikishia hana neno, neno alipo mm. mm. Yaani huyo ni msengenyaji kama wasengenyaji wengine, ila sema yeye usengenyaji wake ume -advance. ia ni -advance. Ni sasa <laughs> ameandaa sehemu nzuri anaandaa press nzuri, anaenda kupeleka umbea wake mm -hmm. Watumishi wanaongelea watumishi wenzao mm huyo -hmm. maana yake uh, mwache awe kama mtumishi, kwa sababu watumishi, neno utumishi linatumika sehemu mbalimbali. kuna mm -hmm. e, kuna mtumishi wa, kuna mtumishi wa serikali mm -hmm. e, kuna mtumishi wa umbea mm -hmm. kuna mtumishi ambaye ni anatumikia tu, yani utumishi ni mwingi Amina, ndio maana Yesu akasema hivi, sio wote wanaosema tulitoa mapepo na nini kwa jina lako na nini, mimi nitaokiri kwamba niliwatuma mimi. Kuna watu lazima unaangalia anasema nini, yeye amelenga wapi. Kuna watumishi leo wana misimamo mikali ambao ukiwafuatilia unakuta amesemwa ajasemwa, yeye anastiki kwenye ujumbe ambao alianza nao na anayeuendeleza, lakini kuna watumishi wenyewe kila wakati wako kwenye mitandao tu wanasubiri amefanya nini ili aongee. Yaani wengine wanataka kupanda kupitia majina ya watu wengine, wengine. Kwa hiyo uh, vitu vitu leo siku hizi watu wanafanya vitu viko very advanced. Watu mbea kabisa, anakusanya watu wambea, wenzake wanakaa hapo, anaweza kuwapa umbea wa mtu fulani. Fulani anahubiri hivi, fulani afanya hivi, fulani anatumia mafuta fulani. Ah, ah, sasa wewe hmm. Peleka ujumbe ambao Mungu amekupa. Hakuna mahali popote Mungu anaweza kumpa mtu kwamba peleka umbea, nenda kafitini mwingine. Maana maandiko yameandikwa hivi kwamba basi matendo ya mwili ndio haya, kwenye kitabu cha Wagalatia. Haleluya hmm. Ah, uzushi baada ya sanamu, fitina, faraka, sijui nini, umenielewa? Lakini kuna uzushi mle, kuna fitina, kuna nini. Sasa unaangalia kama anasema watu wenye matendo kama hayo hawawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Basi wewe Mungu hajatuma mtu afitini mwenzake. Mtu kama anafitini mwenzake, huyo ni mumbea ambaye ameadvance. Yaani anakuja kanisani, sema kanisani. Watu kanisani wana shida zao jamani. Mtu amekuja vichomi vya vichomi tumboni vinataka kumuua. Mm. Ana vidonda vya tumbo. Mtu ana madeni chungu nzima, anadaiwa braka, anadaiwa pride, anadaiwa benki, anadaiwa na majirani dukani ana mkopo. Amekuja kanisani anataka kumwambia neno la faraja, unamletea bra braza, mchungaji fulani sijui anafanya hivi. Sijui nabii fulani. Sasa unaendelea kumwongezea stress. Ndio maana leo unaweza kukutana na watu wanakwambia, wachungaji wengi wamechanganyikiwa, waliookoka wamechanganyikiwa, kwa sababu akienda kanisani hapati message yote. Kwa hiyo niseme tu, wale wenye kushambulia watumishi wenzao, hiyo ni ufunuo tosha kwamba hawana neno walilopewa kulipeleka. Kwa hiyo wako wanapoteza muda na wanapotezea watu muda, na kwa ufupi, walioko hapo wanasikiliza huwambea, na wenyewe ni wambea waliozaliwa katika ufalme wa umbea. Kwa hiyo mwisho wa siku ile inakuwa ni timu au ni familia ya wambea okay. hawawezi kufika mbali mm. kwa sababu hiyo mbingu, sina hakika kama Mungu anaweza kufanya kazi hapo mm. sawa. Mtazamaji wetu, ambao ulikuwa pamoja nasi ukitufuatilia, najua umepata maana zaidi kupitia swali letu ambalo tumemuuliza nabii wa Mungu kwamba kuna miujiza mingi inatokea kwa sasa, lakini kwa mujibu wa maandiko haikuwahi kuonekana au haikuandikwa, lakini ametupa majibu sahihi kama wewe mwenyewe ulivyosikiza. Ulikuwa nami mtume Lati Budoza, karibu sana kwa kipindi kingine ambacho kitafuatia Tuko pamoja ndani ya dodoso za mbinguni kupitia chaneli yetu ya Buludoza TV. Alika na wengine share kwa wengine, ili nao waweze kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Amen, Mungu akubariki sana. Buludoza TV, reconnect me to God.